Rafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Wenye nguvu. Ufalme wa Mungu unapigwa vita vikali ila wenye nguvu wa uteka. Msiwe wavivu katika maombi. Kwa Mungu mambo yote yanawezekana. Yohana 12:14. Huyu ni Yesu anayezungumza. Amin, amin anamaanisha kusema kwamba jambo hili lina umuhimu mkubwa. Nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye atazifanya nam, na kubwa kuliko hizi atafanya, kwa maana mimi naenda kwa Baba. Unajua, kifungu hicho kilikuwa kinanishangaza sana. Twawezaje sisi kufanya mambo makuu kumshinda Yesu? sija wafufua watu wote waliokufa. Twawezaje kufanya mambo makuu zaidi kumshinda Yesu? Nitakwambia ni kwa njia gani. Ni kwa kuwa alipoondoka alimtuma Roho Mtakatifu. Yesu alikuwa katika mwili wa mwanadamu na angeweza kuwa mahali pamoja kwa wakati mmoja, akifanya jambo moja, lakini Roho Mtakatifu iko ndani yetu sisi sote. Kuna mambo mengi makuu yanayoendelea kote ulimwenguni wakati huu kwa ajili ya ufalme wa Mungu kote ulimwenguni kuna mambo mengi makuu yanayoendelea wakati huu kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Yeyote aaminie kwamba Mungu anaweza kumtumia kutekeleza mambo makuu, Mungu atafanya mambo makuu kupitia kwake. Wangapi kati yenu wanaanza kufahamu kwamba kuwa na mtazamo wa uvivu, unyonge, hofu na kujihurumia kuna kuzuia kuishi maisha ambayo Mungu anataka uishi? Jambo la kwanza unalostahili kufanya ni kuamka Wacha kukatu bila kufanya lolote. Kuwa shupavu. Tusimgojee mtu mwingine atufanyie mambo tunayoweza kujifanyia sisi wenyewe. Muwe watu wanaowajibika. Mstari wa kumi na tatu, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, ambalo ndilo linaloniwakilisha mimi kikamilifu, hilo nitalifanya. Mimi mwenyewe nitalifanya, ili Baba atukuze ndani ya Mwana. Ndiyo. Kisha anarudia tena, mkiniomba neno lolote kwa jina langu linaloniwakilisha mimi kikamilifu, nitalifanya mimi mwenyewe, nitakutendea. Napenda Yakobo 4:2 ni mojawapo ya vifungu nivipendavyo zaidi katika Bibilia. Kiliniweka huru katika sehemu fulani za maisha yangu miaka mingi iliyopita. Kinasema, wala hamna kitu kwa kuwa hamwombi wala hamna kitu kwa kuwa hamuombi. Na ukisoma Yakobo mlango wa 4 kuanzia mstari wa kwanza, inasema vita vyatoka wapi na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Mbona watu hawana furaha? Kuna vitu wanavyotaka na wanajaribu kuvitekeleza na hawawezi kuvitimiza, kisha wanaona wengine wakiwa navyo, wanaonea wivu watu hao, ilhali suluhu rahisi ni kwamba hawana kitu kwa kuwa hawaombi. Kama kuna kitu chochote unachohitaji, muombe Mungu na ujue kwamba asipokutendea basi anakuwazia jambo zuri zaidi, lakini bado huna hekima ya kuliomba. Tuache kuwa na fikra hii, wajua Mungu hanipendi, hakunipa ninachotaka, hakulisikia ombi langu. Sivyo, lazima tumwamini Mungu. Mungu, nakuomba unipe kile kizuri zaidi ninachokijua, lakini najua mimi ni mwanadamu mwenye dosari. Ikiwa hutaki nipate kitu hiki, ikiwa kiko katika bibilia, basi twajua kwamba Mungu anataka tukipate, lakini kuna vitu vingi vingine ambavyo haviko katika bibilia ambavyo vinaweza kutupotosha. Nia zetu zinaweza kuwa chafu. Huenda wakati wetu wa kuomba si sahihi. Kwa hivyo, tunapaswa kusema, Mungu, kitu hiki ndicho ninachotaka kupata, na ikiwa ni sawa kwangu, najua kwamba utanipatia. Mmenisikia? Ikiwa utaombea kitu nachostahili kupewa basi Mungu atakupatia kitu hicho, na sipokupatia ni kwa sababu wakati haujatimia, au kuna jambo analotaka kufanya ndani yako kwanza kabla ya kutimiza ombi lako, au anakuwazia jambo jema zaidi, na unahitaji tu kuwa na subira na uone kile atakachokutendea. Ndiyo. Ah, ni kitu kizuri ajabu kumtumainia Mungu jamani. Bwana turehemu. Tunajiondolea mizigo tunapoenda mbele za Mungu kwa maombi, kisha tunaendelea na shughuli zetu. Katika Yakobo 5:16 hakika, ningependa kuanza katika Yakobo 13 na unaona jambo hili limenisisimua kwa sababu najua kwamba watu wengi zaidi wataomba mara kwa mara baada ya kuyasikia maneno haya, pengine milele, lakini angalau kwa muda mrefu kidogo. Kisha nitarejea na nihubiri ujumbe huu tena kwa njia tofauti, au itakuwa ni mtu mwingine, na Mungu atatuweka katika hali ya kusisimuka na atatutia moyo. Yakobo tano, kumi na tatu. Mtu wa kwenu amepatikana na mabaya anadhulumiwa anateswa na uovu, na aombe. Ana moyo wa kuchangamka, na aimbe zaburi kwa Mungu. Mtu wa kwenu amekuwa hawezi, na awaite wazee wa kanisa, viongozi wa kiroho, nao wamwombee na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Na kule kuomba, yani kwa imani, kutamwokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua. Hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Sasa, wajua, katika makongamano yangu karibu katika kila kipindi ninachokuwa nacho kwenye jukwaa hili huwa naombea washirika juu ya mambo tofauti. Na kuna nguvu nyingi zinazotokana na maombi ya aina hiyo. Nami huomba hivyo kwa kuwa nina imani katika nguvu za maombi na siwezi kusema na kila mmoja wenu binafsi na kuyasikia mahitaji yake, lakini Mungu anayajua mahitaji yako. Na jana usiku niliomba kwamba wagonjwa waponywe, na niliomba kulingana na kifungu hiki kwamba tunaweza kuomba ombi rahisi tu kwa imani na wagonjwa wataponywa. Hakika ni dhahiri kwamba unahitaji kukubaliana na ombi hilo. Hiyo ndio maana mimi huwahimiza watu kurudia maombi nyuma yangu ninapowaombea. Usishinde ukisema jinsi unavyojihisi vibaya kila wakati. Sema nguvu za Mungu za uponyaji zinafanya kazi ndani yangu sasa hivi. Unafikiria ni nini kitatendeka juu ya magonjwa na maradhi yako? Iwapo utachukua muda wa kusema, nguvu za Mungu za uponyaji zinafanya kazi ndani yangu sasa hivi, kama mara kumi hivi kwa siku. Rahisi sana, hebu jaribu. Fanya hivyo, nakupa changamoto, jaribu. Nguvu za Mungu za uponyaji zinafanya kazi ndani yangu sasa hivi. Hiyo ni bora zaidi kuliko kusema mimi ni mgonjwa sana, na hizi vibaya sana, nimekuwa katika hali hii kwa muda mrefu sana, sijui kama nitawahi kwa mzima tena. Haleluya. Sawa, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi, kuteleza kwenu, hatua zenu potovu, makosa yenu, na kuombeana pia mpate kuponywa na mpate marejesho ya kiroho katika akili na mioyo yenu. Je, sasa uko tayari kwa haya kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana, akiomba kwa bidii, kwa dhati, pasipo kukoma. Maombi ni nguvu kuu katika ulimwengu wa kiroho, inayoharibu mipango ya Shetani, na unahitaji kuona maombi kwa mtazamo huo. <laughs> Unapoomba na Shetani anakunong'onezea, haya hayatakufaidi kitu tazama shida ulio nayo, kwa kweli. Usidhani kwamba kutamka maneno manne kutakuondolea shida hii, kisha namwambia Ibilisi, nimeiharibu mipango yako, na sasa una machungu tu. Huenda ukasema, Joyce, huenda kwako haya yanawezekana, huenda yanawezekana kwa watu wanahudumu kwenye jukwaa au wanaonekana kwenye runinga au pengine wachungaji. Hapana, ni kwa watu wa kawaida. Huweni ukasema basi hebu ngoja kidogo. Biblia inasema kwamba mwenye haki akiomba lakini huimaanishi mtu aliye mkamilifu katika njia zake zote. inamaanisha mtu anayejua yeye nani ndani ya Kristo. na ili aeleze bayana, Mungu anatupatia mfano mzuri sana katika neno lake. Elia alikuwa mwanadamu mwenye asili tu kama yetu yenye hisia mahusiano na maumbile tu kama yetu. Alikuwa na siku nzuri na siku mbaya. Alikuwa na siku ambazo alijihisi mwenye nguvu na siku ambazo alijihisi mnyonge. Siku moja alikuwa mwingi wa imani, hata akamrisha moto kutoka binguni, na yeye binafsi akawaua manabii mia nne hamsini wa Baali. Aliwakatakata vipande vipande. Bila shaka hiyo ilikuwa kazi ngumu lakini siku iliyofuata, kila mtu sema, siku iliyofuata, siku iliyofuata, Yezebeli alimtishia, nitakuua kwa kuwaua manabii wangu, na akawa alijawa na hofu, alitorokea jangwani, alifadhaika, aliketi chini ya mti na akasema, Mungu, kama hivi ndivyo utakavyonitendea, basi ni uwe tu basi. Kwa siku moja alikuwa nabii mwenye nguvu nyingi aliyeamrisha moto kutoka binguni na kumkatakata shetani. Lakini siku iliyofuata akawa mtu aliyefadhaika na aliyetaka kufa. Kwa nini Mungu atoe mfano huu? Alisema Eliya alikuwa mtu mwenye maumbile kama yetu, hisia kama zetu. Unajua, unaweza kuwa na siku mbaya, na unaweza kujitia hamasa na useme nitaenda kwa ujasiri mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Sikilizeni, ikiwa utaomba tu mambo yanapokwendea vizuri basi, hapo utakuwa na makamina vitajika. Amen. Napenda Waebrania 4 15 na 16: kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Tunakikaribia kiti cha neema kwa ujasiri kwa sababu ya imani, si kwa sababu ya matendo yetu mema. Haijalishi ni nini kinachoendelea maishani mwetu, haijalishi ni nini kinachoinuka kinyume na sisi, haijalishi jinsi hali yetu ilivyo mbaya, tukiomba, tunampa Mungu nafasi ya kutenda kazi nao mpango wa Shetani unaharibiwa. Matendo ya Mitume mlango wa saba, nane na tisa. Basi tutasoma tu mstari wa tisa. Wale wazee wetu wana wa Yakobo wakimwonea wivu Yusufu wakamuuza aende Misri lakini Mungu. Hapo ndipo kuharibiwa kunatokea na unaweza kupata usemi huo katika sehemu kadhaa za Bibilia, lakini Mungu akawa pamoja naye. Haijalishi nani atakuinikia, ikiwa Mungu iko pamoja nawe, ikiwa Mungu iko pamoja nawe, yeye aliye ndani yako ni mkuu kuliko yeye aliye ulimwenguni. Jamani, unacho kile unachohitaji leo ili uishi maisha ya ushindi. Tayari una ushindi, tayari una nguvu. Kile unachohitaji kufanya ni kukiamini, kukipokea na kukikiri na kukiomba na ufanye hivyo tena na tena na tena na tena na tena hadi utakapomchosha Shetani. Jamani, sisi ni askari katika jeshi la Mungu, tunapaswa kupigana vita vilivyo vizuri vya imani. Mstari wa kumi akamtoa katika dhiki zake zote, akampa fadhili na hekima mbele ya Farao mfalme wa Misri, naye akamfanya awe mtawala juu ya Misri na nyumba yake yote. Hiyo siyo mbaya sana, kuinduliwa kutoka shimoni hadi katika jumba la mfalme. Baadhi yenu mnajihisi kana kwamba mko shimoni wakati huu, lakini nataka kukuambia kuna nafasi inayokungoja katika jumba la mfalme. Lakini sasa sina budi kusema ukweli na nikwambie kwamba si kwa kushinda ukinungunika kila wakati, si kwa kuishi siku zako zote ukijihurumia, kuwaonea wivu watu wasio na shida kama zako, na uendelee kujawa chuki na hasira dhidi ya watu wote waliowahi kukuudhi. Elewa kwamba nayasema haya kwa upendo. Utaendelea kukaa shimoni ikiwa hivyo ndivyo unavyofanya. Unaweza kuokolewa, lakini utasalia ndani ya shimo. Lakini ikiwa tunataka maisha ambayo Yesu alikufa ili tuyapate basi kwa hakika ni shati tuenende kulingana na sheria za Mungu. <laughs> Kwa mfano <laughs> tunapofikiria kuhusu maombi, je, unajua kwamba imani hufanya kazi kwa njia ya upendo peke yake? Ndiyo maana Mungu anatupatia imani na anatufundisha kuenenda katika upendo. Wagalatia tano, sita, imani hutenda kazi kwa upendo kwa hivyo haijalishi nina imani kiasi gani ikiwa sienendi kwa upendo imani yangu haitafanya kazi jamani umemkasirikia nani unamwonea nani wivu ni nani ambayo ungeweza kumsaidia lakini umekuwa mbinafsi zaidi usiweze kumsaidia oo oh -oh, sawa nitaubatilisha usemi huo wakati unapomfanyia mtu jambo unajisaidia zaidi ya jinsi unavyoweza kufikiria. <coughs> Njia bora zaidi ya kusaidia mwenye nguvu na kuwa na uwezo na nguvu dhidi ya adui ni kuwa mtu anayebariki watu wengine iwezekanavyo, mara nyingi iwezekanavyo, almradi unaweza kufanya hivyo. <coughs> Sasa yamkini, najua na unavijua vifungu hivi, lakini hata hivyo sisi usahau mambo, kwa hivyo Wacha tuangazie Marko 11. Si mambo haya yanafurahisha? Si yanafurahisha sana jamani? Si hii ni bora kuliko kutazama habari kwenye runinga? Ah, jamani, lakini mnataka kujua aliyojiri duniani. Mimi sitaki ndiyo mambo ninayotaka kujua. Haya atanifahamisha yanayojiri, na si kwamba nasema uweke kichwa chako shimoni na usalie kwa mpumbavu, lakini nafikiri kwamba ikiwa kuna kitu muhimu deva atanieleza. Marko 11:22 na, na Yesu akijibu akamwambia, mwaminini Mungu wakati wote Amin nawaambia, yeyote atakayewaambia mlima huu ng'oka, ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila amini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Nguvu kubwa iliyoje! uh -oh. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo, mkisali aminini, amini na uwe na ujasiri ya kwamba mnayapokea na yatakuwa yenu, mtayapokea. Unaona, unapoombea kitu ni sharti uamini kwamba kiko njiani hata kabla hujakiona na kila dio anapokuambia kwamba maombi yako kwa haina faida yote, sema kinakuja, kinakuja, kiko njiani, kinakuja. Nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni, achaneni nayo, myasahau. Mkiwa na neno juu ya mtu, mkiwa na neno juu ya mtu neno juu ya mtu ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu. Ni wangapi wanataka mambo yao ya faulu kweli? Basi itawabidi msamehe watu wote ambao mmewakasirikia, hata kama si haki, hata kama hao ndio waliwatendea mabaya, hata kama makosa ni yao, Wasameheni, bado wachaneni nao, mya sahau. Hatua hiyo itawaweka mkononi mwa Mungu. Unaweza kukabiliana na waliokukosea au uache mkononi mwa Mungu na uwaombee. Unajua, mara nyingi watu wanapokumizwa wanafanya hivyo kwa kutojua, mara nyingi ni kutokana na uchungu walionao hao wenyewe. Siamini kwamba kuna watu wengi wanaoamka kila siku wakiwa na kusudi la kuona watawaumiza watu wangapi siku hiyo. Nafikiri kwamba kuna watu wengi sana duniani waliojawa na uchungu mwingi moyoni. Wana uchungu mwingi, majeraha mengi, utupu mwingi, giza kubwa. Je, wewe ukoje? Najua jinsi nilivyo, hata katika siku ambayo nahisi nimechoka sana. Sijui watu wasiomjua Kristo kabisa wanapitia nini. Je, mtu jihisi vipi ikiwa anachojua ni giza peke yake? Tunahitaji kuwaombea watu hao mmoja kati ya maombi muhimu zaidi aliyowahi kuomba Yesu lilikuwa fupi sana, Baba, wasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Akiwa msalabani aliombea waliomsulubisha, na Stefano alipokuwa anapigwa kwa mawe aliomba Mungu awasamehe, wasamehe waliokuwa wakimpiga. Tusitatizwe sana na yale ambayo watu wanatutendea, bali tuzingatie zaidi kile wanachojitendea hao wenyewe wanapotutendea maovu. Wewe ni mtoto wa Mungu; ni jambo la hatari sana mtu kukuumiza na kukudhulumu. <laughs> Mambo yote hufanya kazi kwa wema wa wale wanaoendelea kuomba na kumpenda Mungu na kuyataka mapenzi yake. Jamani, ni kifungu cha ajabu ilioje! Ni kiwango kipi cha amani ambacho kifungu hicho kinaweza kukuletea? mambo yote hufanya kazi kwa wema. Mambo yote, mambo yote. Unajua, ijapokuwa jambo hili linaweza kuonekana la kipuzi, lakini dhuluma ya kingono niliyopitia utotoni mwangu imefanya kazi kwa wema wangu na kwa wema wenu, mjue hivyo. Mmenisikia? Hiyo haimaanishi ya kwamba ni sawa hiyo haimaanishi kwamba kilichotendeka ni sawa. Si kwamba haikuumizi, lakini kadri unavyoendelea kuomba, Mungu anaweza kuitumia kwa faida yako, na hiyo ndiyo faida kubwa ya kuwa muumini, kwamba haijalishi shetani atakurushia nini, Mungu anaweza kuichukua na kuitumia kwa manufaa yako. Yusufu alisema nini? Mliokusudia kuwa mabaya, Mungu aliyakusudia kuwa mema. Jamani, ni jambo la kutia moyo kiasi gani kujua kwamba hata katika uchungu wako leo, ndani ya moyo wako unaweza kusema Mungu, jambo hili laumiza sana, sidhani naweza kulistahimili, lakini nachagua kuamini leo kuwa waweza kulitumia jambo hili kwa wema wangu. Naamini yakuwa kuna watu wanaohitaji kuomba ombi hilo hata sasa. Naamini unaweza kukitumia kitu hiki kwa manufaa yako. Kumbuka, haitakufaidi chochote kunisikiliza tu nikijaribu kukuchangamsha, ni lazima kiwe ni kitu kitakachoingia moyoni mwako, kisha uchague kukiamini. Naamini ya kuwa Mungu anaweza kulitumia jambo hili kwa wema wangu. Usiwahi kukata tamaa katika Mungu unapokumbana na matatizo. Hivi ndivyo unavyotakiwa kuomba siku nzima. Wafilipi 4:6 inasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru na na Mungu na Amplified nasema kitu ambacho nataka baada ya muda mfupi tu, inasema maombi. Nadhani wakati mwingine tunahitaji kutenga muda na tuombe maombi mahususi zaidi yenye malengo maalum, na si tu kila wakati kuomba kwamba nibariki Bwana, mbariki John, mbariki John. Unajua, tunapaswa kuchukua muda zaidi na kumruhusu Mungu atuonyeshe kile John na John wanahitaji na hata kile sisi wenyewe tunahitaji. Sisemi ni vibaya kusema Mungu, naomba uwabariki watu watu, mnajua kwamba anapenda kuwabariki watu. Lakini unapoenda dukani kununua kitu fulani, hutasema. Ikiwa kwa mfano kuna bidhaa zenye rangi tano tofauti na saizi saba tofauti, hutasema tu nitachukua mojawapo ya vitu hivyo vilivyo kwenye meza hiyo. Unahitaji rangi fulani, unahitaji saizi fulani. Ikiwa mifuko yake imerembeshwa kwa njia fulani inayokufurahisha, bila shaka utachagui inayokupendeza. Na kwa hivyo tunapomwendea Mungu, tunahitaji kuwa na uhakika kuhusu tunachohitaji. Naona kana kwamba hilo ni jambo geni kwa wingi wenu. Na ni kweli unaweza kufikia mahali na useme Mungu, mapenzi yako yatimizwe, lakini acha tu tuhakikishe kuwa tunachukua muda wa kutosha katika maombi ili tuombe kutoka ndani ya mioyo yetu. Si tukutamka tu maneno ovyo ovyo. Katika maombi ni lazima uwe mkali. Si lazima uombe kwa ukali, lakini maombi rahisi yanaweza kuwa na matokeo makali. Kuna yote anaelewa ninachosema? Yeah. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge, na nimewapa uwezo wa kimwili na kiakili wa kukanyaga nguvu zote za yule adui wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Amen, amen. Amen. Ningependa tuangazie kifungu hiki cha mwisho kwa siku ya leo Mambo ya Nyakati wa kwanza, tutaanzia mstari wa tisa. Mambo ya Nyakati wa kwanza nne tisa. Naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye akamwita jina lake Yabesi, maana yake ni anayesababisha huzuni ni kwa sababu alimzaa kwa huzuni. Je, wewe ungependa kuitwa jina kama hilo? <totitikana> wewe jamaa mwenye huzuni, wewe kila wakati ungeitwa mtu aliyesababisha huzuni, unafanya kila mtu ahuzunike kokote uendako. Lakini alikuwa na maono juu ya maisha yake. Haya ni mambo yanayohusu kuwa mshindi <totitikana> yule Yabesi akamlilia Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Unajua nini cha msingi ni hiki? Kiu, utakuwa mjasiri ya kutosha na uombe, kuna uwezekano utapokea unachotaka na kila mara mimi husema ni heri niombe vitu vingi na nipate nusu yake kuliko kukosa kuomba na nipate vyote. Kwa hivyo ningependekeza kwamba tufahamu ya kwamba hata kama kuna vurugu nyingi vinavyoendelea duniani sasa hivi, tuna uwezo wa kuyabadilisha mambo kwa sababu Mungu yuko upande wetu. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Ziko chini ya miguu ya Yesu, ziko chini ya miguu yetu. Tuna nguvu zote tunazohitaji. Kile tunachohitaji kufanya ni kuzitumia nguvu hizo.